Ameanza kupigiwa makofi, anaanza kuwachukia wale aliowakuta. Ah, sasa yani paka wanajuta, kwa nini huyu mtu tulikuwa tunampa nafasi aimbe. Ndio Afrika, jinsi tulivyo sisi. Yani mtu yuko lazima mimi kuona mimi naendelea kupanga kama mchungaji wa kiroho, si mnasikia? Hata huko nje wachungaji utakuta wanaendesha magari mazuri, wanakaa kwenye nyumba nzuri. Ndiyo maana yule mama akakasirika, akisema wewe, who are you? alikuwa amechoka mama Samia. Who are you, we ambaye hutaki ni, ni, niwe rais yani? Wewe unataka mimi ni askofu, mpaka nimekuwa askofu na kipala sina nyumba, unafurahia askofu mkuu huna hata pa kukaa? Lakini utakuta mpaka bungeni wanazungumza sasa hivi, unakuta kanisa mchungaji anaendesha gari, unataka niwe kama, mimi ni mchungaji sio mganga wa kienyeji. mimi sio mganga wa kienyeji. Sh, waganga wa kienyeji wao walishajipendekeza, walishachagua kuvaa ngozi na manguo yale ya nini meusi. Sisi ni wachungaji wa kiroho, halafu sisi hatuna matatizo na mtu. Mimi mimi wewe mimi, umepita umepitapitaje? Mbona sisi wachungaji hatusemi hayo mambo, yamekuta mtu kuwapa anashindwa kutaja jina lake, anashindwa lakini amekwenda wapi? Bungeni sisi tunalalamika, wachungaji wa kilo, tunalalamika. Lakini wale waite na wale huko wanashindwa kuwapa mimi mimi mimi mimi mimi, tunalalamika. Kwa hiyo unakuta mtu akishakuwa mzoefu kule bungeni anasahau kwamba tunamkumbuka huyu alikuwa anatetemeka. Sasa naanza kuona si tunaendesha gari inakuwa nongwa nikiwa na mtoto akiwa mweu, unasema huyo mchungaji anasema naombea watu, mbona watoto wake vicha? Sasa mmesema sisi watoto wasitibiwe hospitali nzuri, tuwaombee? Yani mtu mtoto wako ukimpeleka hospitali, wewe si unaombea? Mbona unamleta hospitali nzuri? Eh jamani, ni mzee wa kanisa, amempeleka hospitali nzuri, tuseme hapana, tumpeleke kwa mganga? Sasa yani hivyo, yani kati ya watu wenye aroho mbaya. Uraya kwa wenzetu kule, mchungaji analipwa mshahara na serikali kwa kwa hizi kauli tunazozungumza ambazo ni very controversial, kwa kuhamasisha amani, upendo, mshikamano na nini. Mchungaji mwisho wa mwezi anapokea mshahara, kila mwisho wa mwezi anapokea mshahara. Sisi hapa waulize mashehe, mnapokea mshahara? Anajipambania mwenyewe. Waulize wachungaji, wanapokea mshahara? Tunajipambania wenyewe. Unaweza kuona tu kwa muda mfupi wasanii wanaitwa anapewa mkopo wa milioni mia mbili mia tatu anapewa mkopo, anachokifanya msanii ni kudengwa tu hii, hii, hii, hii, watu wakicheka tu. Milioni mia tatu anajitoboa mahereni anajipiga machata anakula mzigo, lakini sisi tumetulia, tumenyamaza, tunaendelea na kazi yetu, na waumini wengine wanachanganyikiwa, wanashindwa kusimama na baba yao. Leo nimekuandalia sara kubwa ambayo maneno yake nimetafakari, nimeshindwa. Kiswahili hayapo, Kifaransa hayapo, na Kiingereza hayapo. Ni maneno yatakayohakikisha nitakapoyatamka leo, yatakuondoa kwenye mizizi, misingi ya ukoo mbovu na maeneo yoyote yaliyotamkwa kiuchawi kiushirikina kukuharibia maisha wewe, amen. Haya maneno ni maneno saba lakini yatakuondoa kwenye tabu amen. Utakuwa huru wewe, utakuwa na historia na ubongo wako, saa hiyo hiyo utakuwa mpya. Utawashangaza watu amen. Tuseme amen. Kuna kipindi kuna kipindi alitokea mfalme akaona maneno haya yameandikwa Mene Mene Tekeli na Peresi, yaliandikwa ukutani. Alafu kuna kipindi Yesu alimponya mgonjwa akasema talinta kumi. Kuna kipindi kingine Yesu alisema Eloi Eloi Eloi lama sabakitani alikuwa akiomba kwa lugha ya mbinguni pamoja na kwamba ilitafsiriwa lakini ni kwa lugha ya kimbingu. Usiku wa kuamkia juzi nilipewa maneno ambayo si maneno ya Kiingereza wala Kiswahili. Nilitaabika sana kuyapata haya maneno, ni ya tafakari, ni maneno yaliyoandikwa kwa lugha yaliyokuwa yakizungumzwa kwa lugha na nikaonyeshwa, nika yalivyokuwa yakapita ya, ya, ya usoni pangu yakiwa yameandikwa kwenye ubao. Yale maneno nikaandika kwenye simu, nikiwa nimekaa hapo, nimemuuliza Dirii, kile kitabu changu kiko wapi, nikihisi kwamba nimekisahau huko ofisini kwangu. haya maneno kwa Kiswahili Roho wa Mungu alivyonitafasilia, aliniambia ni ukombozi kutoka kule ulikozaliwa, na msamaha wa makosa yaliyofanywa na watu ambao sio wewe, na baraka za wewe zitakazofanya maisha yako kuwa imara, watoto wako kuwa imara na familia yako kwa ujumla ikawa na agano la mafanikio. Hayo maneno na familia yako ikawa imara na mafanikio. Yani, haya maneno kwa lugha nyingine, hakuna mtu atakayezaliwa mikononi mwako wewe, ukamlea ukamsapoti, alafu baadaye akafa maskini. Hakuna mtu utakayemlea.